Mheshimiwa rais ameunda tume ya kuchunguza kilichotokea Oktoba 29. Lakini katika mazungumzo yako hapa umezungumzia economic ume sabotage. Sasa nataka kujua kuna ushahidi kiasi gani wa kuweza kulenga kabisa na kusema kwamba ni economic sabotage na hasa kutoka nje ya nchi kama kuna watu wamekamatwa, e, tuweze kufahamu walitoka nje ya nchi. Namba mbili, kuna taarifa nyingi sana zinazungumzia vyombo vya usalama kufyatua risasi hovyo hovyo au ili kuta uh, risasi za moto nataka kuuliza kulikuwa na ile inaitwa order uh, ya shoot to kill, na kama ilikoto ilikuwa imetolewa na nani? Na la mwisho tunasikia sana kwenye mitandao ya uh, kijamii kwamba kuna vuguvugu lingine la kutokea yaliyotokea Oktoba uh, ishirini na tisa tarehe 9 Desemba. Uh, Tanzania imejiandaa vipi kukabiliana na hilo? Asante asante. Asalimsaidi sali, wakati wanaleta kama una swali ambalo ni very burning uandike.